Akizungumza na wanahabari baada ya kuhudhuria misa ya kikundi cha wanalejo Maria wa kanisa Katoliki jimbo la Bungoma iliyofanyika katika uwanja wa shule ya upili wa ya wasichana ya St. Cecilia Misihu, padri msimamizi wa kundi hilo ambaye pia ni padri wa parokia ya mashahidi wa Kanada na Ngina katika kaunti ya Busia Padri Peter Masiga alisema kuwa sherehe za Krismasi na mwaka mpya hugharimu fedha nyingi, akiwarai wazazi kuepuka matumizi makubwa katika sherehe hizo na kutenga fedha kwa masuala ya elimu ya watoto wao. Wito uliotiliwa mkazo na mwenyekiti wa kikundi cha wa mama lejo Maria kaunti ya Bungoma, Evelyn wa Malwa: mwezi huu wa Disemba tunash tunakaribia kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristu na ushauri wangu ni kwamba tuombe ili Yesu Kristu aweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu, ili tuwe watu wema, tuwe watu wapole, tuwe wakarimu, tusherekee na watu wengine, na pia tujue kwamba mwakani watoto wanaenda shuleni. Basi wazazi tuweze kusherekea tukijua kwamba mwakani watoto wanaenda shule, tuwapeleke shuleni, maana yake masomo ndiyo jambo ambalo linafanya naboresha maisha ya mwanadamu, inaleta usawa katika jamii, inatuimarisha katika jamii. Kwa hivyo tunapowatakia Krismasi njema, pia tunawatakia moyo wa utulivu, moyo wa upendo, moyo wa msamaha, pia moyo wa mabadiliko. aidha wawili hao walioji kuwa kina mama walejo Maria wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwa kuendeleza mienendo bora, kukuza jamii njema na kuliombea taifa ili kuendelee kuwa na amani. Walejo ni watu ambao wanamtumikia Mungu, wakifanya kazi karibu sana na mapadri. Ni kwa ajili ya kuleta upendo, amani na furaha katika familia. Watoto wetu wengi wasichana, wanapotoshwa kwa ajili ya tamaa ya mali ya dunia, pesa na mahitaji mengine. Walejoo waombee sala na saidi ya hayo wawafikie katika hali ya mahangaiko hiyo, ili nao waweze kuiga mfano wa Mama Bikira Maria mnyenyekevu, mpole na mwombezi. Misa hiyo iliongozwa na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Bungoma, mama kwa mkoa ya Kadima, aliyewataka waumini wa kanisa Katoliki kuiga mienendo mema ya lejo Maria kwa kutojidunisha wala kudunisha wengine na kuchangia katika kuboresha maisha ya jamii. Ndiyo tunaona kupitia kwa imani ya Maria tunaona uzuri wake na Mwenyezi Mungu kwa tunawashukuru, tunapatia Mungu sifa okay. Hmm, nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simeo.